Jamani, habari. Leo niko nazungumza na kina dada, dada zangu, jinsia ya k, shangazi, wanawake wote kwa ujumla. Sasa leo jamani, nimetaka kuzungumzia kwamba kuna changamoto nyingi ambazo actually zinapatikana kwa wanawake: changamoto ya kukosa hamu ya tendo la ndoa, changamoto ya fangasi ukeni, changamoto ya uke kuwa wa baridi, changamoto ya uke kuwa mkavu, changamoto ya Uh, uke kutokukaa sawa baada ya chang, uh, ya mambo ya kujifungua, lakini pia changamoto ya kukosa ladha wakati wa tendo la ndoa. Hii ni kiboko jamani, hii inaitwa Ulimbo. Gusa unase. Hakikisha kwamba kama una yoyote kati ya hizi au chochote kati ya hizi changamoto ambazo nimezitaja, unajipatia Ulimbo, hii ni suluhisho. Uke utakaa katika hali yake na utapata ladha, lakini pia sio kwako tu, na mwenza wako atafurahia sana tendo la ndoa. Kwa hiyo hii ni dawa au haya ni mafuta ya asili kabisa ambayo hayana kemikali aina yoyote. Hakikisha kwamba unapata Ulimbo, kuna hii kubwa ya mills 100, lakini tuko na Ulimbo ndogo ya mills 50. Okay, asanteni na karibuni sana, hii ni ya kwenu, jinsia ya Kenya.